Shalom, shalom, shalom. Uh, tunenge tena kwenye Bible yetu study uh, na Bible yetu study tuliona uh, wiki iliyopita tuliona kitabu cha kwanza kwenye maandiko matakatifu kitabu cha kwanza, kitabu cha kwanza tuliona uh, cha kwanza na mwisho ni kitabu cha Ufunuo ndio kitabu cha kwanza na mwisho. Unaweza uh, kujuliza vipi? Sisi tunajua ni kitabu cha mwanzo ndio cha kwanza. Sikiliza, kitabu cha Ufunuo ndio kitabu kwenye taratibu ya Mungu, uh, lakini katika taratibu za watu, huko kwenye kitabu cha Mwanzo, kwenye kitabu cha Ufunuo ndiko tuliona kuna uh, tuliona mstari ule wa kwanza ni Yesu ndio aliandika kile kitabu, na mstari wa nne uh, ni,

Uh, mutu wa kwanza ile tafsiri alifanya kazi kubwa, uh, Jerome alitafsiri yeye ye Jerome ndiye alitafsiri bibilia ya kuitoa kwenye kitabu kia uh, Kebrania, okay, kuweka katika uh, katika Kilatini ilio vitabu vya kwanza viita Vulgate. Hasa huyu alifanya kazi kubwa, hiyo kazi kubwa tena kupanga kuweka anwani hii sura ikuwepo, anwani yote ya biblia ikuwepo mistari ya ikuwepo ilikuwa tu ni Biblia sae wao. Oh, walieka anwani waneka sura waneka na mistari. Ni kazi kubwa Jerome alifanya, ongera, alifanya kazi kubwa. Sasa hiyo aka weka hiyo anwani ndio alipangilia, na ukiangalia, kila manwani imikama ina, ina maana yake, katika mafunuo, kitabu kya mwanzo, katika taratibu za watu ni kitabu hiki tunaita Mwanzo, tena kinaanza mwanzo, na kile kitabu e, kina sura sura yake ni hamsini na mistari yake iko e, e, elfu moja mia na tisini na sita kama na sabia vizuri, mia na tisini na sita na ukifanya ile mia tisini na sita kwanza hamsini utapata, utapata mkono. Maana yake nini mkono? tano tano manake ni tano, ni huduma tano kwa msini, ukitoa sifuri, huduma tano sa, tuchukue e, tuchukue nani, elfu moja mia tisini na sita utachukua uta, ut, utachukua pale moja moja, uh, moja kuongeza moja inatoka mbili. Mbili ukiongeza katika ile tisa utapata kumi na moja ile kumi na moja ukiongeza utapata tatu na tatu kiongozi utapata tisa, utapata tisa, utapata karama tisa. Huduma tano, karama tisa, maana ya ile vitabu. Na kitabu cha mwanzo, kitabu cha mwanzo kina uh, kitabu cha mwanzo kina vipande vyake. Kipande ya kwanza ya kitabu cha mwanzo ni kipande cha uumbaji. uumbaji ni kipande kya asili ya uumbaji. Kipande ya pili uh, kipande ya pili ni kipande kya dhambi, na kipande ya tatu ni kipande kya ukoo wa watu ulimwenguni. Kipande cha nne uh, kipande cha nne ni kipande cha garika. Kya garika Kipande eh, kipande ya tano ni kipande ya mwanzo wa uko tena na watu. wa watu huko wa mwanzo wa uko wa watu kupitia agano la uko agano la uko ya Mungu ya kutokuharibu tena te na watu duniani hii. Kipande na kipande ya pili inakuwa ni kipande kia Kipande cha ufalme wa Mungu katika duniani uh, kipande cha ufalme wa Mungu katika duniani uh, na pale minagusia kidogo ni pale Mungu ananza na Ibrahimu na ndio kapeleka paka kwenye kapeleka paka kwenye kifo cha Yusufu. Hii kitabu kinaanza mwanzo kinaanza na umbaji mwisho kinamalizika na kifo ya Yusufu kitabu cha mwanzo. Uh, tutachambua yote tutachambua yote uh, siku nyingine. Wewe endelea kutufuatilia utapata mengi kwa jina la Yesu Kristo.